Moja ya kanuni kubwa sana ya mafanikio ya kifedha inasema, kamwe usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Moja ya sababu kubwa kwa nini watu wengi wanachelewa kufanikiwa kifedha, wanachelewa kujenga utajiri, ni kwa sababu watu hao, unakuta ana vyanzo vingi vya matumizi kwa mwezi. Unakuta mtu ana vyanzo zaidi ya ishirini vya matumizi kwa mwezi, lakini anategemea chanzo kimoja tu cha mapato ukiwa ni mtu wa namna hiyo, ni ngumu sana kutoboa kifedha. Kwa hiyo tulia hapa, leo ni kufundishe ni njia rahisi za kujenga vyanzo vingi vya mapato. Kama mimi pamoja na wengine wameweza kujenga chanzo zaidi ya kimoja cha mapato, na wewe pia unaweza ukawa na chanzo zaidi ya kimoja cha mapato. Na habari njema ni kwamba hauhitaji kuwa na mamilioni ya fedha vyanzo vingine vya mapato ambavyo si biashara ambavyo vinaweza vikakutengenezea pesa nzuri tu pengine milioni moja kwa mwezi, milioni tano, milioni kumi au milioni mia kwa mwezi. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Kama ndo kwa mara ya kwanza unanitazama, mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani certified financial educator. Kama nilivyokuambia, katika siku ya leo bwana, ninaenda kukufundisha njia rahisi za kujenga vyanzo vingi vya mapato. Kama moja sababu ya sababu kubwa ya kwanini watu pia wanashindwa kuweka akiba ni kwa sababu watu hawa wanategemea chanzo kimoja cha mapato. Unakuta mtu ana biashara moja tu kwa miaka mingi, unakuta mtu ana, ana, ana ajira tu hana chanzo kingine cha mapato. Sasa ili uweze kufanikiwa hata kuwa na utamaduni wa kuweka akiba wa muda mrefu, ni lazima una chanzo kingine cha mapato, kwa sababu kama una vyanzo vingi vya matumizi alafu unategemea chanzo kimoja cha mapato hauwezi ukatoboa katika kuweka kiba, hauwezi ukatoboa katika kujenga nyumba kirahisi na kufanya mambo mengine ya kimaendeleo. Sasa, kuna vyanzo vingi vya mapato, si lazima ufanye tu biashara. Kwa naenda kukutajia aina saba za vipato. So, chagua aina ya kipato kutokana na mtaji ulionao, passion ulionao, na wakati pia. Kwa kuna vyanzo kama saba vya mapato. Kwa angalia ni kati aina, aina saba, ni aina ya aina hizi saba wewe ni ipi utaenda nayo. Aina ya kwanza, chanzo cha mapato ni salary income au kipato kutokana na ajira, ambapo hapa unauza muda wako na unauza ujuzi wako kwa mwajiri ili uweze kupata pesa. Changamoto kubwa ya kipato hiki ni kwamba ukiacha kufanya kazi, pesa inaacha kuingia. Kwa hiyo tunaita active income eh. Kabla sijaendelea zaidi, nikwambie vyanzo vyote vya mapato vimeganyika kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza ni active income. ni active vile vyanzo vya mapato ambavyo ili uendelee kupata pesa lazima uendelee kufanya kazi, ukiacha kufanya kazi kufanya pesa inaacha kuingia, hiyo ni active income. Mfano mzuri ni ile mtu amejiajiri nafanya biashara au mtu ameajiriwa kwenye kampuni au biashara fulani au kuuza duka. Aina ya pili ya chanzo cha mapato ni passive income. Ni kipato endelevu. Hapa ni mbapo ambapo unafanya mara kazi moja, lakini kipato chake unapata siku zote, na hii ndio chanzo cha mapato ambacho kinapendekezwa kwa watu ambao mnatamani kufikia uhuru wa kifedha kwa. Kama unatamani kufikia uhuru wa kifedha kwa haraka na kirahisi, hakikisha unawekeza katika passive income, vyanzo vya mapato endelevu, vyanzo vya mapato ambavyo havikuhitaji wewe kufanya kazi ili pesa iweze kuingia. So, aina hizi saba za vipato, nitakazoenda kukuambia leo zipo zinazodondokea kwenye active income, zinazotaka ufanye kazi ili pesa ingie, na vipo vinavyodondokea katika passive income. Ni vyanzo vya mapato ambavyo hauhitaji eh, kufanya kazi lakini pesa inaendelea kuingia. So, aina ya kwanza kipato ni salary income ambayo inadondokea kwenye aina ya active income. Salary income, salary ni chanzo cha mapato kutokana na mshahara ambapo unauza muda wako au ujuzi wako kwa mwajiri ili kuweza kupata pesa. Changamoto kubwa ya salary income ni kwamba huwezi kuwa utajiri kupitia mshahara. Ntakuja kuelezea zaidi katika siku zingine, lakini aina ya pili ya kipato ni appreciation. Hiki ni chanzo cha kipato ambapo ongezeko la mtaji wako umekuwa au ongezeko la, la thamani. kwa maana ipi? Ukiwekeza kwenye isa, unaweza kununua isa moja leo 5 baada ya miaka mitatu isa moja ikae 2000 au kwa pale ukiuza unakuwa unapata faida, ndo maana ya capital gain au capital appreciation. Yani ulinunua kitu kwa bei ndogo, lakini unapokiuza unauza kwa bei kubwa. Na hii inaweza ikawa ni mashine, mashine uliuza ununua kwa milioni moja, unauza kwa milioni nne. Hiyo ndo capital gain, sisi tunaelewana. Lakini mara nyingi huwa tunaitolea mfano kwenye masuala mazima ya isa. Umenunua isa moja leo mia mbili, baada ya miaka mitatu inakuwa mia saba, inakuwa elfu moja. Kwa kama uliwekeza milioni mbili, unakuwa na milioni saba. Kama uliwekeza milioni mia, unakuwa na milioni mia saba. Hiyo ndo inaitwa capital gain, na mara nyingi iko kwenye uwekezaji kwenye isa. Kwa hiyo kama uwezi, kama una biashara, kama una ajira, usitegemee ajira peke yako, unaweza ukiweza kwenye hisa, ili upate hii chanzo cha kipato kinachoitwa capital gain. Aina ya tatu ya chanzo cha kipato tunaita profit income. Hii ni kipato kutokana na biashara ambapo kwenye profit income ni kwamba unanunua bidhaa na kuuza, unanunua nguo 2000 unauza 7000, unauza, unanunua soda unauza kwa bei ya juu, unanunua simu unauza kwa bei juu. Hii ndio inaitwa profit income, kipato kutokana na biashara ambapo kipato chako kinatokana na wewe kununua na kuuza bidhaa. So kama umeajiriwa, make sure una, una profit income pia. Umeajiriwa lakini unauza vyombo katika muda wako wa ziada au weekend, umeajiriwa lakini unauza simu, unaajiriwa unauza mapazia, unaajiriwa lakini unauza unauza una biashara yako kwa pembeni. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Hii inaitwa Profit income. Profit income inadondokea kwenye vyanzo vya mapato ambavyo vinaitwa active income. Ili pesa ingie lazima uendelee kufanya kazi. Sisi tumeelewana mpaka hapo, eh? Aina nne ya chanzo cha mapato tunaita rental income. Rental income ni pale ambapo unaingiza pesa kwa kukodisha vitu fulani. Unaweza kuwa unakodisha kamera, unaona watu wanakodisha kamera, kuna watu wanakodisha magari. Hiyo ndio inaitwa rental income. Au ni kipato kutokana na kukodisha. Eh, kuna watu wanakodisha maturubai kwenye misiba na kukodisha vyombo, viti, sinaelewana ni biashara nzuri. So we huwezi kufanya biashara basi, hata biashara ya kukodisha. Rent income, kuna watu wanapangisha nyumba, wanapangisha eh, naitwa prop, property income. Hiyo ni aina nyingine ya, ya kipato eh, property income, wanajenga nyumba wanapangisha, wanajenga ofisi fremu wanapangisha so na hiyo property income unaweza ukaiongezea, hiyo ni bonus point, lakini hapa kubwa tunazungumzia rental income, ni vipato vya kukodisha. Kuna vitu vingi unavyoweza kukodisha kwa watu na ukaingiza pesa. Unaweza kukodisha magari, unaweza kukodisha vyombo kwa ajili ya marusi, sherehe au misiba, unaweza kukodisha viti, unaweza kukodisha kamera, unaweza kukodisha vitu ambavyo watu hawawezi kuvinunua, wewe unavikodisha, mashine mbalimbali. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Aina nyingine ya vyanzo vya mapato kinaitwa royalty income kwa hiyo katika hizi aina, mi nakutajia, afu wewe angalia utaongeza chanzo kipi cha mapato, kwa sababu lengo la somo la leo ni kukusaidia kuwa na vyanzo zaidi ya kimoja cha mapato. Unasema mtaji sio ishu. Kuna mwingine anasingizia, siwezi kuona vyanzo vingi vya mapato kwa sababu mtaji wangu ni mdogo. Kuna vyanzo vya mapato hapo. Kukodisha viti ni mtaji wa laki mbili, tunakuta laki tatu na kuna viti kadhaa. Maturubai au unakodisha mahema au unakodisha, kuna vitu vya gharama ndogo tunaweza kukodisha. Kamera, unanunua kamera moja kwa milioni moja na unakobi unakodisha kwa watu na vinginevyo. Lakini kuna mwingine anakuambia sina muda wa kufanya kazi. Kuna vipato vingine vinahitaji muda. Kuna watu wanakodisha PA system ile sound system, muziki, speaker na mic. Sisi tunaelewana mpaka hapo, eh? So aina nyingine ya chanzo cha mapato inaitwa royalty income. Royalty income ni chanzo cha mapato kutokana na kazi za sanaa au kazi za ubunifu. Hiki ni chanzo cha mapato ambapo hakimiliki si tumeona mpaka hapo eh, yes, kazi zako za sanaa, inawezekana ni filamu, inawezekana ni muziki, eh? inawezekana ni... kwa mfano Michael Jackson amekufa muda mrefu sana, lakini paka leo anaendelea kuingiza mabilioni, ni miongoni mwa wasanii wanaoingiza pesa nyingi kwa sasa duniani, pamoja na kwamba alishaondoka duniani muda mrefu, kwa sababu ya hii royalty income, kwa familia yake inaendelea kurithi yale mapato. Kwa hiyo inawezekana ni kazi za kibunifu, kazi za kisayansi, utafiti ulizifanya, ulivumbua kitu fulani, eh? unaendelea kupata haki ya kumiliki E, lile wazo fulani au ule ubunifu fulani au kazi yako ya sanaa inaendelea kuingizia pesa, inaweza kuwa ni mziki, filamu, vitabu na kazi nyingine, michoro. E, kwa mfano unakuta mchoro kama wa Mona Lisa unaambia si una gharimu dola milioni mia mbili, sijui aliyo uchola hayupo ni muda mrefu, si ali, alichola Leonardo Da Vinci sijui lakini mpaka leo una thamani kubwa. Hiyo ni kazi ya sanaa, aina nyingine ya chanzo cha kipato. Kwa hiyo unaweza ukasema, mi biashara siwezi bwana. Basi kama huwezi kufanya biashara, jitengenezee chanzo cha mapato kutokana na royalty income, chanzo cha mapato kutokana na kazi yako ya sanaa au ya ubunifu. Haya, aina nyingine ya chanzo cha mapato ni dividends income, ni kipato kutokana na gawio Umewekeza kwenye kampuni fulani, kampuni inapopata faida na kugawia sehemu ya faida hiyo ndio inaitwa dividends. Tumeona mpaka hapo eh. Inawezekana ni makampuni yaliyorodheshwa kwenye soko la hisa, au inawezekana ni makampuni tu ya watu binafsi, umewekeza na kila baada ya miezi sita, au kila baada ya mwaka, au kila baada ya mwezi unapewa gawio, unagawiwa sehemu ya faida hiyo. Ni aina ya mambo ya mapato. Kuna watu hapa mjini wana biashara moja, lakini unamwona ana hela nyingi, ni kwa sababu amewekeza kwenye makampuni ambayo yanampa gawio kila mwaka, kila mwezi au mwaka, ambapo anakuta ni gawio tu nzuri. Kuna watu wame, wana, wanaishi kwa kwa, kwa gawio. Gawio ni nini? Ni kampuni inapopata faida na kugawia sehemu ya faida. Hiyo ni chanzo kingine kizuri tu cha mapato. Aina nyingine ya chanzo cha mapato inaitwa interest income. Interest income ni kipato kutokana na riba. Umewekeza sehemu, kila baada ya miezi unapata riba, kila mwezi unapata riba, kila baada ya mwaka unapata riba. Riba inaweza kuwa umewekeza kwenye hati fungani unapata riba kila baada ya miezi sita, hati fungani za serikali, government bond. Au umewekeza kwenye fixed account, kwenye mabenki unapata riba au umewekeza kwenye bo, uh, private corporate bond unapata riba e, unapewa yani, e, kipato kutokana na interest yani. Au umemkopesha mtu, unamkopesha mtu milioni moja anakurudishia milioni moja na laki mbili. Ile laki mbili ndo kipato chako. So hapa nimekwambia aina saba za vipato na nimekupa bonus point ya aina ya nane ya vipato ambayo inaitwa property income. Ni kipato kutokana na e, kupangisha property zako. Inawezekana ni nyumba, inawezekana ni nyumba, unakodisha eneo au unakodisha Eh, property kama majengo ya ofisi si ndio eh? Yapo mengi tunayoona hapa. Kwa hiyo hivi ni vyanzo vya mapato. Hebu jichunguze katika aina hizi zote nane za vipato nilizo kutajia, wewe unaweza kuongeza chanzo kipi cha mapato? Ni kweli unaweza ukawa huna muda wa kufanya biashara kwa sababu umeajiriwa, lakini je, unakosa hata nafasi ya kukodisha vyombo kwa ajili ya maharusi, viti kwa ajili ya misiba na harusi, au kukodisha mziki, sound system? Haya ni kweli una capital, lakini hata kununua tu vyombo sahani uzikodishe kwenye, kwenye birthday party za watu mbalimbali, sahani na vitu mbalimbali. Haya ni kweli unaweza ukasema na biashara moja tu, biashara yangu imenibana, kuna shida ya kufanya biashara zingine. Kama una biashara moja unaweza kufanya kazi za sanaa pia. Kuna mtu anafanya biashara nguo lakini ana kipaji cha kuimba na kipaji cha kuigiza, unaweza kutengeneza filamu na ukajiingizia kipato kupitia royalty income. So hapo nimeenda kukwambia aina nane za vyanzo vya mapato. Mwisho nimalize na kipengele muhimu mbinu nne za kujenga vyanzo vingi vya mapato. Hiki ni kipengele muhimu zaidi kupitia somo letu la leo, kwa sababu somo letu la leo linasema njia rahisi za kujenga vyanzo vingi vya mapato. So, katika kujenza vyanzo vya mapato ni muhimu ukajiuliza ni lini unataka kuongeza chanzo kingine cha mapato. Tumejifunza kwamba kanuni za fedha zinasema kama usitegemee chanzo kimoja cha mapato. So, swali la msingi la kujiuliza ni lini unataka uongeze chanzo kingine cha mapato. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Weka lengo ni lini lengo, weka lengo la kwamba nataka kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na saba miaka miwili kutoka sasa, nianzishe biashara nyingine, au niwe na nijenge nyumba ambayo nitapangisha, au nitengeneze kazi ya sanaa ambayo nitaiuza, au niwekeze kwenye hisa niendelee kupata gawio, au niwekeze kwenye hisa niendelee, hisa zangu ziendelee kukua. Kwa hiyo ni muhimu kujiuliza, mbinu ya kwanza, kuongeza chanzo cha mapato, weka lengo la nini unataka kuongeza chanzo cha mapato, kwa kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Tenga sehemu ya akiba kila mwezi. Ukishajua kwamba labda nataka kufikia mwaka kesho nianzishe biashara nyingine, au kufikia mwaka kesho nataka nianze kuwekeza kwenye hisa na hatifungani, basi weka akiba kila mwezi itakayokusaidia wewe na unapoanza kuweka akiba unaweza kuanza kuweka akiba UTT, ikiwa nyingi unaitoa ile akiba ndio unaenda kujenga nyumba yako, unaitoa ile akiba unaenda kuanzishia biashara yako nyingine, unaitoa ile akiba unaenda kununua hatifungani za serikali. So UTT itakusaidia kukuza mtaji wako kidogo kidogo, kwa sababu kupitia UTT unaweza kuweka akiba 5,000, 7,000, 10,000, na akiba yako inakuwa inaongezeka thamani kwa sababu wale watu wa UTT wanakuwa na kuongezea hela hiyo, nayo inakuwa ni interest income. Tunaelewana mpaka hapo eh? Lakini mbinu nyingine baada ya hiyo kuweka akiba kila mwezi, mbinu ya tatu, tumia mikopo kutoka kwenye vikoba na SACCOS. Unataka kuanzisha biashara nyingine, chanzo kingine cha mapato ambacho ni biashara. Ukisema wewe utunze mpaka ufikie mtaji unaoutaka wewe wa milioni 15 utachelewa. Lakini unaweza ukatafuta kikoba sahi, ukajiunga. Ukitunza mpaka milioni tano, wanazidisha mara tatu ile akiba ya yako, wanakupa mkopo wa milioni 15. Kwa hiyo vikoba na SACCOS hivi vitakusaidia kutimiza malengo yako kwa haraka. Vikoba na SACCOS hivi vitakusaidia kujenga vyanzo vingi vya mapato kirahisi na kwa haraka, kwa sababu kwenye vikoba wanaangalia una akiba shilingi ngapi, wanaizidisha mara tatu, wanakupa mtaji utakao kusaidia kuona chanzo kingine cha mapato. Mwisho na umuhimu, kama unataka kuwa na vyanzo vingi vya mapato, tafuta mtu wa kukuwajibisha kuwa na chanzo kingine. Kuna watu ambao wako comfortable na chanzo kimoja cha mapato, ukiwaambia bwana Eh, kwa nini una chanzo kimoja cha mapato? Ni kwa sababu kila mwaka anagairisha kuanzisha chanzo kingine cha mapato, kila mwezi anagairisha kuweka akiba. Tafuta mtu unayemheshimu ambaye unaogopa kumdisappoint, mwelekeze lengo lako la kutaka kuongeza chanzo kingine cha mapato kisha yeye atakuwajibisha kutimiza malengo yako ya kuongeza chanzo kingine cha mapato mwisho. Na kwa muhimu zaidi, ili uweze kuwa na chanzo kingine cha mapato swala tu si kuwa na mtaji, swala pia linahitaji ujasiri. Kuna watu wana biashara moja ambayo imefika mbali, imeendelea, wanatakiwa waanzishe biashara nyingine, lakini ni waoga, wanaogopa kwamba kianzia biashara nyingine watapata hasara wanaogopa kupoteza mtaji, kwa sababu wanaogopa kwamba hizo biashara hawazijui. Sasa ili uongeze confidence ya kujiamini katika kuanzia biashara nyingine, jifunze, kwa sababu tunaogopa vitu ambavyo hatuvijui. Jifunze kuhusiana na aina ya biashara ambayo unatamani kuianzisha. Naanzisha biashara kutokana na passion, ujuzi au uzoefu linao, ili isiweze kufeli kirahisi. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Na la muhimu zaidi kwenye hili ni kwamba watu wanaofanikiwa sio watu tu ambao wana wazo bora la biashara wanamtaji, ni watu majasiri. Unahitaji college ya kuanza kama unatamani kufanikiwa. Asante sana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu. Mwisho na muhimu zaidi, kama unatamani kuongeza kipato chako, kama unatamani kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha mapato unaweza ukasoma vitabu vyangu vitakavyokusaidia. Kitabu changu cha kwanza ni hiki kinaitwa Akili ya Fedha. Kitabu kinaeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kitabu hiki pia, kinafundisha mbinu za kustaafu mapema na kujiajiri, na kinatoa mbinu mbalimbali mbali za kujenga uchumi imara. Kitabu ni kizuri sana, ni kitabu changu kipya, unaweza kuwasiliana nasi kukipata. Hiki ni elfu 30 lakini kwa sasa watakipata kwa ofa elfu 25 tu. Kitabu changu kingine kinaitwa Kanuni 20 za Fedha. Kitabu kinaeleza eh, misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Ni kitabu kizuri sana, kinaeleza mambo ya uwekezaji, uwekezaji wa hisa, uwekezaji kwenye hati fungani, uwekezaji kwenye wa pamoja kama UTT na uwekezaji kwenye mabenki na mali pia, nyumba, viwanja na vitu kama hivyo. Lakini na kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Kujua. Kinaeleza mambo 16 unaopaswa kuyajua na kuzingatia ili uweze kufanikiwa kwenye maisha. Kitabu kinaeleza siri za mafanikio walizotumia watu wakubwa duniani kufanikiwa. Lakini na kitabu kingine cha biashara, kama unatamani kuanzisha biashara au una biashara ambayo haifanyi vizuri, soma kitabu changu hiki, kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Vitabu vyangu ni elfu 20 20 kasoro kimoja. Kile cha kwanza nilichokutajia hapa ndo elfu 25. Na habari njema ni kwamba, bwana, unaweza ukapata vitabu vingine vya waandishi wengine wakubwa Tanzania, vya Kiswahili na vya Kiingereza kutoka nchi mbalimbali duniani, kama hivi vitabu kama unavyoona hivi, kama hiki your money or your life, ni vitabu bora sana duniani kitabu kama hiki Atomic Habit. Tuna vitabu vingine vya fedha kama Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich eh, tuna vitabu vingine vya kama the the Seven Habits of Highly Effective People. Tuna vitabu bora duniani kama How to Win Friends and Influence People, eh, The Millionaire Next Door, Millionaire Fast Lane, eh, The Secret to Millionaire Mind na vingine vingi. Karibu sana ujipatie vitabu vingi hapa dukani kwetu Akili Plus Bookshop, kwa namba za simu unazoziona katika skrini 0744 12 66 40 au piga namba ya dukano unayoiona katika skrini. Nifuatilia zaidi kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene hasa Instagram na TikTok na Facebook. Na zaidi usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Asante sana, hadi wakati mwingine.